Chama cha wananchi CUF mkoa wa Mtwara kimewataka wanachama wake kuacha kushabikia mgogoro unaoendelea ndani ya chama hicho na badala yake wajikite zaidi kukijenga na kuitumia katiba kumaliza mgogoro huo. Hayo yamesemwa na katibu wa CUF wilaya ya Mtwara ambaye pia ni msemaji wa chama hicho mkoani humo, Saidi Kulaga. Aliyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Mtwara hivi karibuni. Ni kweli kwamba mwenyekiti Wachama, wachama taifa haina ubishi, wao wanafahamu vio ikawa wanani. Mpaka sasa hivi hatuna mwenyekiti mwingine kwa mujibu wa katiba yetu na sheria ya usajili wa vyama zaidi ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Kila mwanachama wa kafu anayekitakia mema chama na anayefahamu katiba hii vizuri na sheria za usajili na haki za msajili kwa, kwa migogoro ya vyama vya siasa namna anavyoweza ku, kuifanyia kazi na sisi wenyewe tulivyotaka msajili atolee ufafanuzi mambo ambayo tuliyapeleka kwake kwa mujibu wa mgogoro wetu, na akatolea ufafanuzi kwa mujibu wa katiba yetu na sheria iliyopo kwamba Profesa Lipumba ndiye mwenyekiti halali wa chama chetu hadi hivi sasa, na Maalim Seif Sharif Hamad ndiye katibu mkuu halali wa chama chetu hadi hivi sasa, na wanapaswa kuitumikia katiba hii kwa mujibu wa katiba kama hivi ninavyowataka. Aidha, amedai kusikitishwa na habari zilizotolewa na mbunge wa jimbo la Tandahimba ambaye pia ni mjumbe wa baraza kuu la taifa Katani Katani kwamba hawatambui uhalali wa mwakilishi wa bunge la Afrika Mashariki Habibu Mnyaa. Eneo hili ambalo alizungumzia Mheshimiwa Katani Ahmed Katani kwamba e, wao hawatambui uhalali wa Mheshimiwa Habibu Mohamed Mnyaa kuwa ni mbunge halali kwa vile amepitishwa na jopo la viongozi ambao si halali kwa mujibu wa katiba, kwa sababu walishawafukuza. Tuseme tu kwamba hili ni swala si sahihi, kwa sababu ufafanuzi msajili walisha utoa juu ya mgogoro uliopo, na wao wanafungua kesi mahakamani na mahakama ijathibitisha kwamba ufafanuzi wa msajili ni sawasawa au si sawasawa. Kwa hiyo bado ufafanuzi wa msajili unaheshimiwa mpaka mahakama itakavyo toa maelezo mbadala ya yale, kama itakuwa tofauti au la.